Tugani ndani na tutaizindua rasmi. Matarajio yangu ni kuwa baada ya kupokea taarifa za serikali za utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025 pamoja na uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi mkuu hii mpya, wajumbe wote wa mkutano mkuu maalum, mkutano mkuu huu, kwa pamoja tutabeba jukumu la kuifikisha na kuitangaza ilani kwa wananchi wakati utakapofika, jukumu hili litakuwa sambamba na kuyatangaza kwa, wa, kwa wananchi mafanikio yaliyofikiwa na CCM katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka tunayoimalizia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wajumbe, katika kuendelea na jitihada za kukijenga Chama Cha Mapinduzi, nitumie fursa hii kuwajulisha kwamba jana tarehe 28 Mei 2025 kwa niaba yenu wanachama wenzangu, nilipata fursa ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya chama chetu itakayojengwa katika mtaa wa Salimini hapa Dodoma. Hatua hii inaashiria kuanza rasmi kwa ujenzi wa jengo hilo la ghorofa tano itakalotumia mifumo na teknolojia ya kisasa jengo hilo linatarajiwa kukamilika mapema mwaka, uh, mwaka 2027 ili tulifungue wakati tukisherekea miaka hamsini tangu kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi. Katika hili nirejee kusisitiza kama nilivyosema jana, uh, kwa wanachama na wapenzi wapenzi wa Chama cha Mapinduzi kuendelea kuunga mkono na kuchangia ujenzi wa ofisi za makao makuu kama ambavyo mmekuwa mkifanya kwenye miradi mingine ya chama katika ngazi mbalimbali mbali, kote nchini. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, baada ya maelezo hayo ya utangulizi sasa nitamke kuwa mkutano mkuu wa Chama Cha Mapinduzi Taifa umefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufikia maazimio tuliyokusudia, na kidumu chama cha mapinduzi, CCM oye! Asanteni sana.